Vuguvugu vugu la watu wa asili ya Biafra IPOB ambalo linashinikiza uhuru wa kusini mashariki mwa Nigeria aghalabu huitisha maandamano ya kukaa nyumbani. Hapo awali maandamano yasiyo ya na vurugu yametokea maeneo yanayokabiliwa na makundi ya watu wenye silaha ambayo yanalenga taasisi za watu wenye uhusiano na serikali. Shirika moja la kijasusi limeeleza kuwa watu au vikundi vinavyotekeleza agizo hilo, wakati mwingine wakiwa na silaha, wamechoma moto magari na kushambulia wanaokaidi agizo hilo. Hivi karibuni mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Nigeria ameapa kuhakikisha mipaka ya nchi hiyo inakuwa salama kutokana na ghasia za waasi wenye silaha. Mimi ni muumini mkubwa, na kwamba sisi hata tuwe Nigeria yenye usalama, tunapaswa pia kupita zaidi ya hapo kufikiria kuweka uzio wa mipaka yetu. Kwa baadhi ya watu inaweza kuonekana haiwezekani, lakini nawaambia kuna nchi zimezungushia uzio wa zaidi ya kilomita elfu moja na mia tano na ndipo wanapofanya hivyo, kwa sababu unapoona kwamba una eneo ambalo linakupa suluhu ya mwini la tatizo hilo. Shirika lililojitambulisha kwa jina la SBM Intelligence limesema maandamano yaliyotekelezwa na IPOB tangu mwaka 2021 yamekuwa mgogoro wenye matokeo mabaya. Kundi la IPOB aghalabu linakanusha kuhusika na mashambulio ambayo yamekuwa yakifanywa na magenge ya wa wahalifu na wapinzani wa kisiasa kwa kutumia jina la kundi hilo. Serikali ya Nigeria imepiga marufuku kundi la IPOB na kuliita shirika la kigaidi na kulishutumu kwa kuchochea uhasama wa kikabila kwa kudai mauaji ya kimbari dhidi ya Igbos. Aliyekuwa wakala wa majengo ya London na mwanzilishi wa IPOB Namdi Kanu anashtakiwa kwa tuhuma za ugaidi katika mji mkuu Abuja.